hili ni vugu la uswazi karibu katika vugu la uswazi wanasema utamu wa kuku au wa kienyeji na hizi ni ladha asili ambazo zinaleta maana halisi ya utamaduni unaweza kuzipata hapa kupitia Seven Hits Media hapo ndipo tutapata changamoto mbalimbali kufahamu mziki halisi na utamu wa mziki wa singeli hili ni vugu la uswazi haliboi wala halichoshi kupitia Seven Hits Media. Seven Hits Media, tumekiwasha. Mambo vipi mdau wa Seven Hits Media? Ikiwa leo ni siku nyingine kupitia hapa hapa Seven Hits Media na Vugu la Uswazi, tuko na Mwanje MC. Uh, kama utakuwa ni mtu ambaye unafuatilia Seven Hits Media, tulishawahi kuwa na Mwanje MC hapa kwenye interview lakini pia pia interview ilienda kama kama kama simulizi simulizi fulani. So So leo leo tumeona sio mbaya kama tukiwaletea Mwanji Mwanji Mwanji MC MC MC kwenye 78 78 Media Media live. Hapa tuko naye pia Mwanji MC leo anazungumzia nyimbo yake ambayo ambayo ameiachia bwana. Anasema na bonge la hits eh, amekuja kuliachia katika vugu la uswazi. Mambo vipi Mwanji MC? E, bwana safi mzee. Ni ni kwa kwa mara nyingine unaingia 78 Media kwa sababu yeah, hapo nyuma tulikuwa na wewe lakini ilikuwa ni kama simulizi story ambayo ulituma sauti yako lakini pia ikawa sio mbaya tukairusha na wananchi pia wakakusikiliza. Unamwambiaje mdau ambao ndoko mara ya kwanza na kuona we Mwanji MC? bwana pia endelee kunisupport kwa sababu nafanya muziki msanii. Kama umetokea kunifuatilia, endelee kunifuatilia kwa sababu mambo mengi yanakuja. Huu ni mwanzo tu tena, yeah, mwanzo kabisa. Tunazungumzia serusi hata moja. Okay, asa bwana, siku hizi singeli imekuwa ni singeli flani inafanywa kimambo sana yani, na maana kwamba muziki wa singeli unaweza hata ukaukompia na Bongo Flava, lakini pia singeli ikawa juu Je, yeah, wewe unafanya mziki ambao unaweza kufanya mageuzi kwenye Bongo Flava ama unafanya mziki ambao utabaki kubaki kwenye singeli? Bwana, sisi waimba singeli muziki wetu kwanza una ladha tofauti. Yeah. Tunazungumza ladha tofauti, sisi muziki wetu mzungu hawezi kupiga tunapiga wenyewe wenyewe bongo, kwenye mnanda. Sasa. Of course tunafanya vitu ambao tuna tuna, tunaamini kwenye kufika mbali zaidi ya hapo mkoa wao hapo. Yeah. Eh, bwana nakumbuka hapo nyuma DJ Mushizo kwenye kurasa yake wa Instagram alisema kwamba Grammy italetwa na muziki wa singeli peke yake hapa Tanzania Sio bongo flava, sio afro pop, sio mapiano. Kitu pekee ambacho kinaweza kileta Grammy ni singeli. Je, yeah, wewe unathibitisha? Uh, ni kweli Grammy inaweza kuletwa na mziki wa singeli, ikiwa ni mmoja ni wa wasanii wa, wa singeli eh. Hey, ipo taarabu, ipo moto, singeli, ipo hivyo, kama kama ingekuwa ingekuwa taarabu taarabu moto moto, lakini na na na sasa hivi singeli singeli ukizungumzia ndio ndio mziki wa asili, piano to sauzi. piano wao uan juu na huku pia tuna imani mm, siku moja kwamba ndo utakuwa mziki unashika kwenye chati na mziki namba moja saa, yani nje na ndani yeah. Mwanji MC ni mtu ambaye anaupenda mziki wa singeli, lakini sasa amekaa miaka mingi kwenye mziki wa singeli. Je, umefaidika na kitu gani toka uanze kufanya mziki wa singeli ama heshima gani ambayo umeipata toka uanze kufanya mziki wa singeli mpaka hivi sasa? mziki ni moyo kwa maana unachokifanya na kiamini hmm. Na faida zake naziona, lipokuwa sijafikia kwenye faida kubwa, lakini hapa nilipo, oh yeah. Sio sawa na nilipotoka zamani, kwa so, kwamba tunashukuru tulipo, kwa sababu tulipotoka ni mbaya zaidi mm. na tunaamini pale tutafika mm. okay. Lutsimu, kwa wao. na tunaamini ah, watu wengi wanaamini kwamba ili ufike lazima uwe na pesa. Wewe kama Mwanji MC, kwa hivi sasa, ni kitu gani ambacho kinakupa support kufanya muziki wako vizuri? Mimi naamini kwenye talent kwa sababu ninavyoonyesha talent yangu, watu wanasapoti support, watu wanaweka hela, tunafanya muziki mzuri laza ambao wapo wanasapoti, tuna rekodi, tunafanya kwa uwezo ambao sasa hivi tupo. Lakini ikitokea tumefika pale pa zaidi kufika, tunaonyesha pia njia zaidi ya pale. Kama utapata nafasi ya kuwashauri mabratha ambao wametangulia kwenye muziki huu wa singeli, Je, unaona ni kitu gani ambacho kifanyike ili wawasaidie nyinyi kufikisha mziki international na katika mziki wa Singeli? Je, umoja unahitajika ukiwa nyinyi na mabradha, na mnafanya hivyo kama inavyotakiwa kwa wasanii wengine wa Bongo Flava wanavyofanya? Kwanza Singeli ndio tukia time pia support support support kwa hapa, mm. na asaporti, yeah. kwa wale na zipo bila swala la muda, ni kitu gani ambacho kinakukera kutoka hey, kwa my brother afanye afanye video kali, video kali ili wewe kama Mwanji MC tutegemee nini kutoka kwako? Sasa sasa video kali tu, kwa maana hivi siwezi kukufanya video Mm, tumesikia mm, kibao ambacho umefanya hapo, na leo ndo kimekuleta hapa. Nikutaka nikupe kama dakika kadhaa sawa, kuzungumzia mziki huo mtamu. Je, yeah, kuna kitu chochote ambacho kinaweza kikawa ni tofauti na Mwanji alivyo hapo nyuma?

Na achia uliokaikaakai mm. mm. vitu vikali bwana, subilia tumshozi huu takutana navyo stunaachiatamt Okay, Mwanji MC, kufikia hapa tutakuwa hatuna la ziada baina yako na yangu. Ningekupa wasaa kadhaa kuzungumzia chochote juu ya mashabiki wako ambao wanakufuatilia. Bwana, ni napenda kuwashukuru sana mashabiki zangu, hafu siwezi kuwakosoa kwa sababu comment zenu mbaya zina zinanijenga, comment zenu nzuri pia zinanijenga kwa namna fulani. Hivyo naomba muongeze juhudi kwenye kunifuatilia YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Oh yeah, oh yeah. Msichoke. Okay, mbona ulikuwa nami duli underscore toni katika peji zangu zote za Instagram, na leo tulikuwa na Mwanji MC kupitia 7 hits media kwenye vugu la uswazi k okay. Inapofika mwisho, sio kama ndo mwisho wa kila kitu, ila mwisho wauzalisha mwanzo mpya. Tukutane tena siku nyingine kupitia hapa 7 hits media, na leo tulikuwa na Mwanji MC hapa kwenye vugu la uswazi 7 hits media, tumekiwasha.